Maafisa wa trafiki nchini wanaendelea kusalia kifua mbele kwenye ufisadi nchini huku ripoti ya tume ya kupambana na ufisadi EACC ikionyesha namna wanavyozoa pesa barabarani kinyume na sheria. Aidha, ripoti hii imeonyesha namna wakuu wa trafiki nchini wanavyokusanya ada za kila siku kwa ushirikiano wa vyama vya matatu na wahudumu wa bodaboda wa boda. Willi Lusige anatuarifu. Tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC imebaini mianya mikubwa ya utawala na rushwa ndani ya idara ya huduma ya polisi, ikitaka mageuzi ya haraka kurejesha imani ya umma. Tume hiyo ikimkabidhi inspekta jenerali wa polisi Douglas Kanja ripoti ya utendakazi wa polisi inayoonyesha jinsi rushwa ilivyokita mizizi, huku kitengo cha trafiki kikitajwa kuwa na kiu kikuu zaidi cha ufisadi. Idara ya trafiki ambayo kwa muda mrefu imehusishwa na hongo ilitajwa kwa ulaghai wa hongo unaoelekezwa madereva wa magari ya umma. EACC inasema ripoti hiyo inalenga kujenga uthabiti dhidi ya rushwa na si kuiaibisha idara ya polisi. Inapendekeza kuvunjwa kwa kitengo maalum cha trafiki na kutoa mafunzo kwa maafisa wote wa polisi kuhusu usimamizi wa trafiki. EACC sasa ikimtaka inspekta generali wa polisi kuandaa mpango wa utekelezaji ndani ya siku thelathini. EACC ikihatarisha kuwa bila hatua madhubuti, mianya hii itaendeleza hongo, matumizi mabaya ya mamlaka na kudhoofisha ufanisi wa idara ya usalama. Willy Lusige, runinga ya Citizen, Nairobi.